Sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr Paul Nelson Mwaipopo kutoka Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mwanamke anayeweza kukata kiuno kitandani ndiye anayeongezea mvuto wake. Well, mada hii imetoka kwa mtu halisi ambaye ameonyesha haja kubwa sana ya kufahamu jinsi ya kukata kiuno kwa usahihi. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna mambo mengi ambayo mwenzio alishawahi kukutana nayo katika mahusiano ya kimapenzi kabla yako, yaani mwanaume uliye naye shatembea na wanawake wawili au watatu au wa wanne ambao wanajua mambo mengi kuliko wewe na ni jambo la msingi kwamba unalinganisha na watu ambao wajui. Sasa huyu dada aligundua kwamba mume wake anachepuka, aligundua kwamba mume wake anachepuka. Kalia sana, kalia sana, kalia sana, kalia ndoa ya miaka nane, lakini baada ya kunipata hapa YouTube, akanitafuta akaniomba ushauri, na nikamwambia kwa sababu kuna mpango wa kuvunja hiyo ndoa, cha msingi ni kumsaidia mume wako aache kuchepuka, na njia nzuri ambayo, kutokana na ushahidi nilionao ambao nimeweka Instagram, ya watu wengi ambao wamesaidia ome zao kutulia, ni hii tendo la ndoa. Kama nilivyozungumza kwenye video nyingine, lazima nilizungumza na hapo kwa faida ya wasikilizaji watazamaji wapya, ni kwamba jambo la kwanza ambalo mwanamume analipa kipaumbele kwa mwanamke ni tendo la ndoa na ubora wake, la kwanza yani, yani katika, katika vipaumbele vya m, vitano vikubwa katika maisha ya mwanaume, la kwanza ni tendo la ndoa. Wakati kwa upande wa mwanamke katika vipaumbele vi, vi, vitano mwanamke anachotaka kwa Kiingereza anaita ni affection. Affection ni ile ukaribu, kumwonyesha mwanamke kwamba unamthamini unamjali kuwa karibu, sifia, unamwambia, una I, i, ni vitu vitano. Kuna, kuna kuna hivyo vitu, kitabu kinaitwa jinsi ya kufanya ndoa yako isiwe na michepuko kabisa, yani kama vile umeambiwa hii simu ni waterproof hata yani, kuingiza kwenye dumbu la maji marriage afair proof yaani, kuifanya ndoa yako isiingiliwe na michepuko. Ndio ametoa statement hiyo. Kama unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google utakutana hicho kitabu, kipo mbele. Cha kwanza cha wanaume ni tendo la ndoa, kati ya mwanamke ni ile hali ya kuwa ukarimu, ile kwa kiingereza inaitwa affection, lakini kwa tafsiri kwa Kiswahili, kwa hiyo lakini nimeshindwa kuielezea. Kwa hivyo sasa kutokana na hali kama hiyo, basi mama nikamtumia hizo video, zikamsaidia kule, akaanza mama akaanza kumsifia anasema hivi, mume wangu akikwambia kitu amekwambia cha kweli, kwa sababu yeye huwa hafichi. Huwa hafichi akikwambia kitu, kumbe ni kweli, amekithamini kumbe amekithamini kweli kweli, na hakuna mtu kumbadilisha mawazo. Sasa japo kwa ni mkiwa, lakini hivi, lakini ni mwanamume ambaye alishachapuka tayari. Sasa ndio sasa hivi ana wanaume anagundua kwamba kama ufundi aliokuwa nao huyu mwanamke sasa hivi ungekuwepo, asingekuwa na haja ya kuchepuka. Kwa maneno mengine kwamba ndoa hii inapone inaponya sasa, ina, inaponya imekuja kwenye kliniki afya mapenzi imepata uponyaji hii ndoa sasa. Huyu mwanamke kanitumia message anasema hivi, nashukuru sana kwa video ulizonipa zimeniongezea heshima kwa mume wangu, ila kuna kitu kimepungua. Je, Dokta, naweza kupata darasa la kukata kiuno wakati wa kufanya tendo la wanandoa. Baada ya kuongea naye alinipigia mpaka simu, sawa. Alinipigia simu nilikuwa na nafanya maombi asubuhi, alafu sikupokea simu yake, alafu akampigia alafu hakupokea, alafu akaja kunipigia yeye mwenyewe baadaye ndio akaniambia hali halisi, mrejesho huo mume wake alivyofurahia jinsi gani anajivunia ndoa yake kwa sasa. Sasa akaniambia, naomba ili darasa. Lakini nikagundua kwenye video zile hamsini na tatu ambazo nazituma kwa wanawake na, anasema kuna mapungufu wanaume, anataka kiuno kikatwe. Sasa usitarajie hiki kitu kwamba mwanaume atakwambia. Sasa kama unasubiri mwanaume akwambie, atakuja kukuambia wakati ameshaanza pata machangu doa huko nje. Sasa uwezi ukajua kukata kiuno ghafla, sawa? Uwezi ukajua kukata kiuno ghafla. Yule dada amenipa kazi, imetengeneza video zisizopungua tisa za jinsi kwanza hatua ya kwanza ni kufanya mazoezi ya kukilainisha kiuno kilicho utakutu. Kuna kiuno vingine vimeota utakutu, so lazima vilainishwe. Hatua ya kwanza ni kulainisha kiuno, unalainishaje kiuno? Hatua ya pili ni jinsi gani unakichezesha kiuno wakati wa tendo la ndoa, kwenye mikao tofauti tofauti. Kwa sababu gani? Kama vile mtu ha, ha, ha, ha, ha, ha, haendi kucheza mechi mpaka amefanya mazoezi kuna mbio za marathon. Ili uweze kuingia kwenye mbio za kukimbia ukimbia hizi za riadha, lazima ufanye mazoezi kwanza. Kupiga kinanda, kitaka kujua kipana kipiga kinanda, lazima ufanye mazoezi kwanza. Kutype kwenye kompyuta, ili uweze kuwa na spidi nzuri, lazima ujifanye mazoezi kwanza. Kwa hiyo nimeandaa video sasa. Sasa ngapi nimeandaa? Nimeandaa ziko kumi na mbili alafu kuna nyingine nimeongezea hizi ni video za ziada kwao, zina gharama zake. Kwa wale ambao wameshaagizia tayari, video hii inakuja kwenye toka kwenye anwani tofauti kabisa, na gharama yake ni ile ile shilingi elfu kumi. Ziko video karibu ishirini na nne lakini za kukata kiuno ziko tisa. Uh, nyingine hapo nimechanganya tisa, kuna za mazoezi na. No, no, ziko zaidi ya tisa, ziko kumi za kulamba moja mbili e, tatu ya message nne, katika ishirini na moja ukitoa nne nabakia ngapi? Kumi na tisa, ziko kumi na tisa zinazohusiana na kiuno, kumi na tisa No, no, ziko kuinane kuna nyingine pale kwa nimesahau mbao ni ya kulamba, jinsi ya kulamba, kulamba dudu kwa hizo ziko kwenye, kwenye anwani tofauti kwa hizi video, katika video hizi utaweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana mbali na hivyo, kwa sababu kwamba unalinganishwa, lakini hujui na hutaambiwa, au unalinganisha matiti yako yana ukubwa gani, makalio yako yana ukubwa gani, ume una ukubwa gani, umetanuka sana au unabana sana, unalinganisha rangi yako, urefu wako, rangi, vitu vingi unalinganishwa. Kwa hiyo ili uizuie akili ya mwanaume isikulinganishe ikakuweka pembeni ukaonekana kwamba ufai, lazima uwe na vitu vingi vya kufanya, ili uchanganye akili yake. Sasa hilo limewashinda wanawake wengi, wabaki tu kulalamika, oh, mwanamume hawezi kutulia na mwanamke mmoja, mwanamume hawezi kutulia na mwanamke mmoja. Sio kweli, ninazo shahuda za watu ambao wametulia na wanashuhudia kabisa kwamba no, hii kumbe ilisababishwa na mwanamke asiyejua mapenzi. Sasa ae, nafuata nini Nalizungumza hili na nalizungumza tena, tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba hivi, katika siku sa saba za wiki, siku ambazo hamfanyi mapenzi zikizidi zile ambazo mnafanya, hiyo ndoa inaenda jalalani. Kwa hiyo ukiona kasi ya mwanaume kufanya mapenzi na wewe imepungua

Kuna hii lamba eneo, alafu kuna hii hapa inaitwa lamba tamu, alafu kuna hii ya, kuna vile vile, kuna video nyingine ya mjamzito jinsi ya kufanya mapenzi mkao mzuri kwa mjamzito, vile vile ipo na. Alafu kuna nyingine, nasemaje hapa, lamba ili isimame, jinsi ya kulamba na ili isimamishe. Wanaume wameweza round ya kwanza, wanataka kurudia, jinsi ya kuilamba na jinsi ya kuishika kuiminyaminya, ili aweze kusimamisha mara nyingine. Kwa hiyo hizi ni video ambazo nimezoweka kwenye hii anwani mpya. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba kwa kadri unavyokuwa na vitu vingi ndivyo kwa kadri unavyoweza kuwa na uwezo wa kubadilisha ladha ya tendo la ndoa. Kinyume na hapo yule mwanaume anaboreka na wewe na hata kuambia utashangaa tu ukakuta message amezaa na mwanamke huko nje. Sasa hii sipendi itokee kwako. Ndiyo maana nimekuletea hizi video. Shule inauza jamani ni shilingi elfu kumi na kutumia kwa njia ya email. Wale ambao wanasema oh, mimi email sijui kutumia, nimewafundisha wengi sana maelekezo anayaweka hapo chini jinsi ya kupata email, jinsi ya kulipa shilingi 10,000 nikutumie. Kwa hiyo wale ambao wameshagiza zile za mwanzoni wakitaka hizi maalum ambazo zime specialized kwenye kukatika kwa kazi ya kiuno, tayari kuna gharama mpya sasa, lakini kwa sababu nilipia zile zingine 53 na hizi 22 na kwa hiyo kuna hiyo gharama mpya. Kwa hiyo kama unaangalia video iko mara ya kwanza tafadhali jisajili ili utakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Lakini kikubwa ambacho nimekutana nacho katika tafiti hii ni kwamba ni kweli unapokata kiuno unaongezea mvuto. Unaongezea mvuto kwa mwanaume uliye naye. La pili, unampa msuguano tofauti kwenye uume wake. Ule uume wake unapata msuguano tofauti, kitu kinachobadilisha ladha Sawa, ule usuguano unakutafuta ladha. Kwa hiyo kiuno, na kwanza mwanaume vivyo anapokuangalia, unapokuona katika kiuno, inamuongezea hamasa. Sawa, inamuongezea hamasa, kitu ambacho ni kizuri kwako. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba hii shule ni ya muhimu kwako vile vile, usipuuzie, itakuponza. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, please tafadhali subscribe, ili nikaweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Kwa mawasiliano, namba zangu za simu nimeziweka hapo chini. Bye bye.